Tatu, hadi tarehe 27 Juni mwaka huu, na mkutano huu utafanyika katika hoteli ya Golden Tulip kama ambavyo nimesema, kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 Juni mwaka huu, na mkutano huu utakuwa na wageni ambao tunawatarajia wasiopungua 300 kutoka nchi zaidi ya 50 katika Afrika na kuingineko duniani, ambao wengi wao wakiwa ni wanachama wa ARSO pamoja na wadau wengine wa viwango kutoka ndani na nje ya nchi, nje ya bara la Afrika na katika mkutano huu tunatarajia mgeni rasmi ambaye ataufungua mkutano huu kwa sababu unafanyika Zanzibar utafunguliwa na Mheshimiwa uh, Dkt. Hussein Ali Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar pamoja na pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Uh, ndugu wanahabari, uh, fursa hii kwa nchi yetu kuwa mwenyeji wa mkutano huu ni fursa kubwa na ni ishara kuwa nchi yetu iko imara katika nyanja mbalimbali ikiwemo za uandaji wa viwango, udhibiti ubora ambao mfumo wake imeendelea kuimarika. Aidha, uwepo wa wageni hawa kutoka nchi mbalimbali mbali duniani na Afrika pia utaipa nafasi nchi yetu kuitangaza katika huduma mbalimbali mbali ambazo zinatolewa na wadau wetu mbalimbali mbali hapa nchini ikiwemo mashirika haya ya viwango yaliyopo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya TBS na ZBS hivyo ni fursa kwa wazalishaji pia wa kupata masoko nje ya nchi ili kukuza biashara na kuendelea kuchangia uchumi endelevu wa taifa letu, kwa sababu tunatarajia pia kutokuwa kuna maonyesho mbalimbali ambayo yatafanyika wakati wa mkutano huu. Katika mkutano huu, kauli mbiu ya mkutano unasema ni kuharakisha haki katika biashara ndani ya eneo la biashara huru barani Afrika maarufu kama AfCFTA kupitia mifumo madhubuti na viwango vilivyoainishwa. Kwa Kiingereza tunasema accelerating fair and just trade in Africa under the African Continental Free Trade Area AfCFTA through African Coherent Regulatory Framework and Harmonized Standards. Uh, AfCFTA inamaanisha eneo la biashara hur huria la bara la Afrika ndilo eneo kubwa zaidi la biashara huria duniani lililoanzishwa ili kuondoa soko moja la bidhaa na huduma katika bara zima la Afrika, lengo likiwa ni kukuza biashara ndani ya Afrika, kukuza nafasi ya kibiashara ya bara, ya bara duniani kote na kuhimiza uwekezaji na uandaaji wa nafasi za ajira. Tunafahamu bara letu ni kubwa na tukiweza kufanya biashara ndani ya bara la Afrika itatuletea tija kama bara lakini pia kama nchi. Ndugu wanahabari, Shirika la Viwango Afrika yaani ARSO lilianzishwa mnamo mwaka 1977 huko Accra, Ghana, kupitia Umoja wa Afrika yaani AU kwa lengo la kushirikiana na Tume ya Umoja wa Mataifa ya Uchumi wa Afrika, kwa Kiingereza unaitwa United Nations Economic Commission for Africa yaani UNECA. Kwa hiyo ARSO iliundwa na nchi wanachama 43 mashirika ya viwango ya kitaifa kutoka bara la Afrika ikiwemo Tanzania kupitia shirika la viwango Tanzania yani TBS, pamoja na taasisi ya viwango Zanzibar yani ZBS nao pia ni wanachama. Jukumu la kimsingi la ARSO ni kuwaanisha viwango na utekelezaji wa mifumo ya udhibiti bora ili kuongeza uwezo wa kibiashara ndani ya Afrika na kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma za Afrika kimataifa. Ndugu wanahabari, mkutano huu utaenda sambamba na maonyesho ya bidhaa, hivyo tunatoa wito kwa wazalishaji wa bidhaa mbalimbali na watoa huduma wa ndani, ikiwemo huduma za kitalii kujitokeza, kushiriki, kudhamini ili kutangaza bidhaa zao wakati wa mkutano huu ambao nimesema, mkutano huu tunatarajia ufanyike kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 Juni, visiwani Zanzibar. Karibuni sana.